Nambia Ayana, safi tu, ila kuna jambo linanikela. Jambo gani? sikupati kwa wakati nikikuhitaji, lakini unafahamu fika kabisa kwa mimi, nina familia na na mke nyumbani, so nikiwa nyumbani na banana kidogo Ina maana mke wako ni wa thamani sana kuliko mimi? So hivyo mpenzi, but nakuthamini pia, ila muda baada wa kumuumiza mke wangu, kuwa na subira Bray, tambua mm -hmm. kuwa anakupenda sana na kingine i yo alifahamu hilo mpenzi, na nikutoe wasiwasi. Ninachokuomba mimi hapa uwe tu na imani, mimi ni wako daima. So ukiwa na mimi relaxi, na wale usiwe na wasiwasi wasi wa aina yoyote sawa? Eh, nimekuelewa nanielewa.